Kikosi kiko vizuri na kama unavyoona ni sehemu ya maandalizi pia, ukizingatia e, e, tumefanya mazoezi toka wiki iliyopita na leo ilikuwa ni siku ya, takriban ya kumi tukiwa mazoezini. Kwa hiyo tumepata kama mechi ya kirafiki zaidi ya ah, vijana. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kuna vitu kwa tunaangalia baada ya kutoka kwenye fatiki kubwa, kwa hiyo lazima upate mechi ambayo nyepesi, ni, ni, ni, ni kwanza kwa ajili ya kuangalia eh, fitness level lakini kujua jis kiasi gani ambavyo eh, eh, tumefikia kiwango chetu. Lakini kikubwa ni kwamba tageti kubwa ni maandalizi mazuri, mechi mechi ni sehemu ya maandalizi, na kama unavyoona tumeweza tumeweza kushinda zaidi ya goli nane. Sio kipimo sahihi sahi sana, lakini kwenye mpira mna timu ndogo wala timu kubwa. Kwa hiyo sisi kama technical bench kuna tulihitaji kuona eh, baada ya maandalizi ya siku siku tisa, basi leo siku ya kumi tuweze kupata artisti mchezo eh, wa kirafiki, lakini baada ya hapo tuna kujitayarisha kupata michezo miwili mpaka miwili, mitatu ya kirafiki ili kuhakikisha kwamba eh, tunapata match fitness kwa maana kwamba sasa tunahitaji kupata na timu ya ligi kuu ambazo hatuwezi eh, kukutana nazo, na mkakati eh, na maandalizi inaendelea. Baada ya kufikia katika mjini tutacheza, basi nafikiri wakati wote mtajulishwa na itakuwa ni mechi ambazo sasa maandalizi kuelekea mchezo wetu zidi ya JKT na zidi ya KMC kwa kuhakikisha kwamba tunamaliza katika nafasi nzuri na kuhakikisha kwamba e, timu e, timu haiwezi kucheza kwenye playoff. Lengo la kwanza ilikuwa ni kutokuwa kwenye zile timu mbili za kushuka. Hiyo tumefanikiwa, lakini sasa lengo letu la pili ni kutokucheza playoff tu. Na ndio maana tunaona maandalizi yetu e, na ukiangalia, kikubwa ni kwamba wachezaji wote ambao wako kwenye Pamba jiji wote wamerudi mazoezini na wala ambao walikuwa kwenye injury ambao tukusafiri nao kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Kenwood na Simba wote wamerejea. Kwa hiyo tuna wachezaji wote ambao ni wazima. Hiyo kama technical bench natupa hali natupa na nguvu ya kuhakikisha kwamba e, mchezo wetu zidi ya JKT na zidi ya KMC, basi tunafanya vizuri kutokana na upana wa kikosi, lakini vile vile e, na, uzuri, na uzuri wa wachezaji wote kuwa kwa pamoja. Kwa hiyo naamini kwamba kila kitu kiko vizuri mpaka, muda kwa hiyo naona jinsi gani e, kwa sababu ilikuwa sio mapumziko ya muda mrefu, ilikuwa ni recover. Kwa hiyo naona vijana wako vizuri, naamini mpaka, e, mpaka kufikia siku ya mchezo tutakuwa kwenye asilimia mia kwa mia. Na mwisho wa siku vijana kama unavyoona na na, na training yetu hapa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wachezaji wote mpaka muda huu tunavyoongea wako kwenye asilimia sabini na nane kwenye eh, kwenye fitness. Na sasa kinachokuja wiki inayokuja ni kuongeza fitness kidogo, lakini vilevile na kuongeza vitu vya kiufundi na mbinu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika michezo yetu ambayo iko mbele yetu. Kutengeneza, kuna kitu lazima uanze kukitengeneza. Sisi bado tupo kujenga. Kwa hiyo cha kwanza lazima tutengeneze position. Position, mimi hapa nasema nimewin game. Hiyo haipingiki, nimewin game lakini baada hapo tunaendelea kuweka kitu kingine tena, sawa. Kama unakuta kwamba tulikuwa tunatoka sehemu hatari, lakini sisi tunatoka na tunakwenda na watu, tunakuta jinsi gani wanaweza kujiamini. Kwa hiyo kuna vingine vya kuongeza ni kuweza tu kuwajazia hapo baadaye tunapoendelea kwenda, kwa sababu vijana wote wako hostel na mimi sina shida. Ndio maana nimesema kile nilicho apply kwenye uwanja wangu wa mazoezi kupitia vijana wangu hao, kwa sababu ni vijana ambao wanatoka mikoa wengi, unakuta wana hofu ya kucheza mpira, unakuta tu watu ambao wamezoea kupiga mpira, lakini pale wanakiwa tu watoe vile vitu, waweke vitu ambavyo vinaistahili na watu waburudike. Mpira ni burudani bana, mpira ni pesa, na mpira ni burudani. Kwa hiyo watu hapo wamekuja wameona burudani kwa vijana wadogo, unakuta wameonyesha burudani ya kutosha sana.